Mtazamaji wa CTV karibu katika hekaheka nyingine tena ya siku ya leo, mara baada ya kuanza vipindi vyetu siku ya jana na mambo yalikuwa mazuri. Shukrani kwa wote ambao mmeipokea uh, hekaheka, wakati mwingine kipindi kingine ambapo tulikuwa tumepotea kwa muda uh, tukiwa kwenye likizo ya taifa, mara baada ya kuwa katika huzuni ya kitaifa iliyokumba mara baada ya taaruki ya uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini kunako majaliwa tumerejea tena katika wakati mwingine na mambo yanaendelea kama ilivyo kawaida. Ungana nami basi asili yetu TV kujua kipi ambacho nimekusogezea siku ya leo. Uh, ikiwa ni siku nzuri kabisa, tunaungana na familia nzima kutoka Asili TV, shukrani kwa Hombolo Wine kutoka pale Dodoma, lakini bila kuwasahau Wellers Production, bila kusahau mama mkoni mgahawa Kids Shop pale soko kuu ya Njombe. Uh, lakini pia Aban Chef wao uh, wanapatikana pale Njombe Tanzania, wanatufanya tujisikie burudani na tuwe pamoja, tuungane na Watanzania kujuzana au kupashana habari ya haya yanayoendelea kujiri katika taifa letu la Tanzania, hususan katika eneo hili au karia ya kiburudani zaidi. Naitwa mzee watatu, ungana nami, niko na uncle ji katika upande wa nyuma ya kamera, lakini niko na mgeni pia siku ya leo. Kujua ni nani na kipi ambacho nimekuunga na kusogezea, basi nilie naye siku ya leo. Ewe bwana mgeni, karibu. Ah, asante sana, asante hmm sana. Uko poa? Mimi niko poa sana. Hmm, mambo yanaendaje? Mungu anasaidia mm. kama unavyoona maisha yanaenda karibu kwenye heka heka. Nashukuru, nashukuru ah, mm. sana bwana, tuko kwenye heka heka, nyingine ni wakati mwingine. Lakini umekuwa msanii wa kwanza mara baada ya kurejea kwa vipindi vya Asili Tu TV ah, tumiona kama vile tulivyoahidi watazamaji wa Asili Tu TV heka heka iliyopita, kwamba kwa kile ambacho umekifanya tukaona si vibaya tukutafute ili kuajuza mashabiki zako, lakini pia wana heka heka. Kulikoni? tumetoka kwenye gospel, bongo flavor ah, tumetoka kwenye bongo flavor tumeingia kwenye gospel ah, ah, wapi? okay. pamekuwa na milolongo mingi umeokoka. <laughs> eh, hey, mambo mengi sasa hivi siji umeamua, uh, wimbi tena bongo flavor yani, yeah, sasa, mashabiki wakishapataga vitu kama hivyo wanakuwa wanaongea, lakini nimeona mambo mengi mara baada ya kuachia mm, kibao ah, lakini pia tunataka utujuze tu Uwe ni nani, wimbo uliowachia unaitweje? mm. uh, mm. mm, mm. <laughs> <laughs> ah, na ilikoje, pengine bado mtazamaji hajakufahamu aja kufahamu, naitwa Sneila Classic alimaarufu kama the baddest, hatujabadili chochote. Mimi nikajua labda kulingana na umetoka kwenye bongo flavor, umeingia kidogo umegusia upande wa gospel, labda na majina toka ya michenchi. Hapana mm. Mimi sijabadili mziki mm. lakini unajua sisi ni binadamu pia mm -hmm. na tunaishi kwa neema ya Mwenyezi Mungu okay. alafu ukijaribu kuangalia the way jinsi muda unaenda mm -hmm. mambo yanayotokea mm -hmm. tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile kitu ambayo inafanya sisi tunakuwa tunapumua tuku, tuku hai <coughs> oh, hivo. Kwa hivyo kuamua kumwimbia Mwenyezi Mungu na kukumbusha matukio ambayo yanatokea mm -hmm. ni vema zaidi kwa sababu mimi kama msanii kioo cha jamii mm -hmm. lazima niwe wa kwanza kabisa kuwafariji watu ambao wamepata matatizo okay. Ndio maana nikaamua kutengeneza wimbo ambao unamhusisha Mwenyezi Mungu mm. Watu wasikate tamaa, Mungu yupo na ataendelea kuwepo, na inatakiwa tusimame kwenye njia sahihi okay. Uh, kipi ambacho kimekushawishi kutoka kwenye Bongo Flava kwa sababu tunaamini hata, hata, hata ungimba u Bongo Flava maneno ya faraja bado yapo ya tu, lakini ukaamua kutoka ukaamua kwenda kabisa uh, kutuimbia gospel Uh, pengine hapakuwa hapa na ukakasi kwamba sasa watu nionaje, mara Bongo Flavor mara gospel. Eh, si unajua tena mapokezi uh, ya mashabiki uh, mapoke, mapokezi ya mashabiki ni mm -hmm. kweli kuna baadhi ya wanaona kama kuna wengi, ndio maana kama unavyodai wanasema Sneila mm -hmm. saizi ameokoka hatuzungumzi eh, uh, kwamba kuokoka ni vibaya, kuokoka ni vizuri mm -hmm. na ukifika muda nitaokoka okay itamtumikia Mwenyezi Mungu itafika tu, kwa sababu kipawa ilichopewa ni kwa ajili yake yeye, imepangwa kwamba nimtumikie yeye. Lakini nilikaa nikafikiria nikaona, the way situation ambayo tunapitia nikasema, ni ipi itakuwa faraja kwa mashabiki zangu ambao wananisikiliza na wakauliza mimi jambo gani la kusema kuhusiana na matukio yote yanayotokea. Nikasema kwa akili ya kibinadamu, binadamu anahitaji faraja kubwa sana kwa wale wote wenye matatizo hmm, wanaopita kwenye njia ngumu nikaona ni vema zaidi ku, kupitia mziki wangu kama kuimba gospel, ku, ku, ku, kuimba gospel na ambayo yenye maneno mazuri ya, ya faraja itawafikia zaidi kuliko hata ningeanza kuimba bongo flavor kwa wakati huu. Okay. Uh, tukirudi katika upande wa Njombe umekuwa kama msanii wa kwanza uh, kutoa nyimbo ya faraja kwa mashabiki zako na Watanzania kwa ujumla. Uh, tunataka kusema kwamba tumezoea kuona majanga makubwa kama haya au changamoto kama hizi zinavyotokea, tumezoea kuona mshikamano ule wa wasanii, yani mnakutana kwa pamoja, alafu mnaandaa wimbo kwa pamoja kama kuwafariji Watanzania na mashabiki. Uh, kwa nini pamekuwa hapana ule muunganiko kama wasanii, uh, umeamua kuja peke yake? Ni kwamba labda jitihada za kuwaunganisha wenzako zimekuwa na changamoto au ni umeona ushirikiano unakuwa mdogo, kila mmoja anakuwa kivyake, tumemo wewe, kama wewe kufikisha ujumbe wako au kuwapa faraja peke yako. kwa nini amkuungana na wasanii wenzako? Yani tutegemea tuone kama kikundi au grupu zima la wasanii wa Njombe. Ni kweli unachozungumza, lakini Njombe bado, nitaendelea kusema kwamba bado mshikamano hatuna, okay, yani hususani hususan Njombe yetu hii hatuna ule mshikamano kama wenzetu yeah. Ndio maana tunakuwa tunakosa hata muda wa matukio yanachelewa ya, ya kufika namfikia mmoja mmoja mm. Lakini huyo mmoja mmoja anashindwa apeleke wapi? Ndio maana ukijaribu kuangalia kwa mfano kama mimi mm. Haya matukio alivyotokea mm wala sikusita kabisa nikasema nita, nitafanya nini. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanauliza mm. E, utasema nini? Mimi ni kama kioo cha jamii kwa watu wanatamani wajue wa, wa, wa, kama mimi kama mimi nitaongea nini mm. Lakini mimi nimepewa kipawa na Mwenyezi Mungu mm. nikasema ni mara kumi nitumie ni nyanja hii kama sanaa yangu kama kuwapa kuwa faraja watu ambao wanapita wakati mgumu okay. Wasanii wengi ambaye wamekuwa kimya sana hususan wa mkoa wa Njombe, lakini pia tukienda kitanzania, pia wengi pia wamekuwa kimya, baadhi yao wamekuwa tu wakiandika RIP, poleni. Aa, yani, bila, bila kutumia ile sanaa yenu ya, ya zile karia zenu au tunasema au, au, au, vipaji vyenu kutoa heshima za pole kwa Watanzania na mashabiki, unazani ile kuandika tu RIP Uh, au kusema tu poleni au kukaa kimya, unafikiri inakuwa ina tija gani kwa inamaanisha nini? kwamba ni, ni, ni hofu kwa kuwa mashabiki wengi wamekuwa washambulia wasanii kwa kutukufikisha ujumbe au kwa kusapoti upande fulani mm, eh, eh, imekuwaje? Mimi nadhani sijajua kwa kila mmoja mm. Unajua kila, kila mtu ana malengo yake mm. na mpaka sasa hivi watu wamekaa kimya hawezi mm. kujua wana wana wa, wa, wa, wa, wa, wa shida gani au wanafikiria wana, wa, wa, wa, wa nini kwenye vichwa vyao. Ila otherwise mimi ninavyojua kwamba kila mmoja aliyeliona hili tukio mm. aliyesikia hili tukio amona ni tukio ambalo limemuumiza kila mtu. Kuna wa watu wamepoteza watu wao muhimu, kwa kao mm. wako kwenye stress mm. kwao mpaka sasa, naweza nikasema hivi kila mmoja haelewi anafanya nini. Okay. Ila mpaka kuhakikisha kwamba kutuliza akili zetu zikae sawa mm. na kuhakikisha kwamba kuwasihi watu waendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu na kusimama na Mungu siku zote za maisha, kwa sababu yaliyotabiliwa huwa na, ya, ya, naona kama anakuja. Okay. Yaliyotabiliwa yanakuja yani ya, dalili zinaonyesha, wanasema hivi yule, yule, yule mnyama, yule mnyama ambaye amepangwa kwamba kuchinjwa mm anakaribia kwa sababu, mpaka ukaona matukio yanatokea hivi. Ni vema kugeuka nyuma na kuangalia Mwenyezi Mungu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwamba kwa nini yanatokea haya. Ina maana kwamba Mungu amesaulika sana. Okay. Ah, ukijaribu kuangalia, ndio maana matukio mengi ya ajabu yanatokea, sio ili tu, manabii wa uongo wanajitokeza, wanakuwa wengi. Kuna wengi wanajiita <coughs> wa, wa, wanafikia wanafika mbali zaidi, mpaka wanajiita wao wakina Mungu. Hmm. Yani inafikia hatua yani mpaka unashangaa unaona, mbona yale yaliyonenwa yaliyonenwa kabisa tunayaona yanaanza kutokea kwenye yaliyonenwa na Bibia yanaanza kutokea kwao. Hivyo basi, watu, ina maana kwamba kama mimi Mwenyezi Mungu amenipa, upewa kugundua kwamba inataka ni, ni, nifanye jambo fulani ili hmm, Watanzania na mashabiki zangu wengine ambao wananifuatilia wafarijike, wa, wa kupitia nyimbo na wabadilike kupitia kupitia karama yangu ya uimbaji, ina maana kwamba inatakiwa nifanye vile ambavyo inahitajika. Tunataka kujua labda kwa upande wako sasa, wimbo unaitwaje na ulitumia muda gani? Au mtunzi ni nani? Labda kama ni wewe mwenyewe au nani? Kwa sababu uh, tumezoea kukuona kwenye bongo fleva, pengine labda wimbo umetungiwa na, na, na mtu ambaye uh, yuko mwenye uzoefu wa nyimbo za gospel. Uh, hatuwezi kujua, labda sasa hapa ndo utuambie Hey, wimbo unaitwa eje nini? Ah, okay. <laughs> Wimbo unaitwa Usilie. Mm, mm. Mm. Mm. Mtunzi ni mimi mwenyewe, mm. Nimesimamia kila kitu mwenyewe, okay. Producer, mm. ni Bounce, yeah. Sound ndo mm. Aliofanya mixing pamoja na mastering. Mm lakini tumeona pale mwisho kama vile kuna pia b ee, pia, pia, na ee, ee. Ee, pia, pia, e, nakumbuka ee. Ee. na, na, na, na wakati natengeneza huu wimbo mm. Nanii nilimfuata Bounce nikasema Bounce hivyo, unaonaje unaonaje una kwamba tusifanye tu, jambo hili hichi kitu ambacho kina tunachopitia stress nzima mm, kulingana na the way watu tulikuwa tumejifungia ndani mm, na sio nyimbo moja tu ziko nyingi okay. <laughs> Kwa hiyo eh, wewe umetumia lockdown kama kutengeneza ku, ku, ku, mm. A, mimi muda mwingi sana huwa napenda sana, licha ya kwamba ni msanii wa Bongo Fever ila napenda sana kusoma Biblia okay. Eh, Biblia ndio maana Wanasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi, na Mungu akiamua jambo hmm. lake lazima lifanyike. Labda nikupe nafasi uh, tuonjeshe kipande kidogo alafu tujaribu kuudadavua wimbo huo uh, pengine labda mtazamaji hajausikia popote au hajauona, lakini tuonjeshe kidogo alafu mwisho utatuambia uh, mara baada ya kuusikia, tutajua unapatikana wapi wimbo huo, wimbo na kweje na, na mambo mengi mm. Em <laughs> asema wakati wa Mungu ni wakati sahihi, haijalishi unafanya nini, umepata magonjwa, umekata tamaa, Mungu yupo atakusaidia, imani yako itakuponya na Mungu atasikia kilio chako, utapona, imani yako itakuponya, pona Usiwe kama Goliati, wataka kushindana na Mungu, maana Mungu ni Mungu tu hafananishwi. Ndo hivo bwana, yeah. <laughs> E, kwenye kipande hicho kuna kuna kaeneo kale kanasema, umetoa kama mtu kama ujumbe kwamba au, au, au mwongozo kwamba soma kumcha Mungu chanzo cha maarifa kwa binadamu mwenye sifa mm. aliyeumba kamilika <tokalikana> isome methali methali, <mbukali. tokalikana> <tokalikana> <tokalikana> ukisoma Methali mstari wa kwanza mm. Mungu anasema kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa mm. na watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ina maana okay. E, kwamba ni ni wengi sana wanaangamia kwa kukosa maarifa, bila kumtumikia Mungu bado inakuwa ni changamoto na mm. bila Mungu kwa kijana kama sisi, mimi na wewe, bila Mungu, bila kumshirikisha Mungu kwenye haya mambo mm. bado hatuwezi kutoboa. Na pia ndio maana nasema hivi, usiwe kama Goliati, unataka kushindana na Mungu. Usishindane na Mungu, hata kama una kiasi gani, una uwezo gani mkubwa, kwamba mimi ni tajiri, mimi na madaraka makubwa mm. na uwezo wa kufanya jambo lolote. Goliati alikuwa anataka mm. kushindana na nguvu ya Mungu, lakini Daudi yule mm. Daudi ya mdogo sana Goliath likubwa, <laughs> e, Daudi mdogo sana lakini aliweza kwa nguvu ya Mungu, aliweza kumshinda okay. Goliath mm. tena kwa kijiwe kipunje. kwa ukitaka ujue kwamba ukitaka ujue kwamba Mungu ndo kila kitu basi okay. <clears throat> Kwa hiyo tunataka kujua, wimbo umeuachia rasmi labda, au unapatikanaje, vipi? Wimbo umeachiwa unapatikana, kwenye digital platform zote, unaitwa Usilie, unaandika Sneila Classic Usilie, ukiandika pale Sneila Classic Usilie utaupata, sana sana YouTube, kule ndo nyumbani, ndo mtandao, ndo platform ambayo inapatikana kwa uharaka zaidi. Sasa tunajua kwamba mara nyingi tunaona tun, kwenye majanga kama haya watu huwa wanatoaga tu labda official audio, afu baadaye kwenye upande huku wa video wanaingia mitini tu na wanaamini ule labda ujumbe umeshafika. Vipi upande wako, una mpango wa kutoa video au tayari labda imeshakamilika, pengine sisi hatujaiona uh, au ni audio peke yake tu mm. Uh, na mpango mzuri tu wa kufanya video. Najua ndani ya wiki la Jumatatu mm tutaweza tukapata video okay. Ila nina mpango pia wa kuzunguka kwenye mahospitali kama mtu mm. atakuwa yuko, yuko tayari tuungane, tutaungana okay. Tuzunguke kwenye mahospitali kwa watoto mm. yatima mm. Siku za mwisho zinakaribia, hebu ha? Haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. <laughs> okay. mm. Turudi mashabiki zako yategemeni kwa ni kwamba huu ni mwanzo tu wa kuanza kunyanyua hatua zako kutoka bongo fleva kwenda kwenye gospel ama bado upo sana kwenye bongo fleva huko, kwenye gospel wasubiri kidogo, ilikuwa nawaonjesha tu. Kunigana na janga hili limetukuta. <laughs> Uh, the way jinsi mapokezi Mwenyezi Mungu alivyonipokea, mm. amini pa kipaji mimi ni nani simtumikie? okay. Uh, nitajitahidi sana kuhakikisha nasimama sehemu moja mm, na Mwenyezi Mungu akibariki zaidi na zaidi mm, nitaendelea kuimba gospel. asante. unashauri nini wasanii wenzako ambao wametulia kimya, hatuoni Uh, wakituliwaza au kutufariji kwa nyimbo zao kwa kutumia vipaji vyao, lakini wamebaki tu kusema RIP eh, pole, RIP pole. Unaampa ujumbe gani hususani wa Njombe hapa, sababu ninaamini mko wengi. Anasema mama alinambia nasibu mimi ni mtu mzima na wewe ndo nakutegemea <laughs> yani toke jaribuku nadhani mm, mm. Kila mmoja ana jambo lake mm. ambalo liko moyoni ndio. Okay. Maana amesema hivi mm. Usione kondoka inama anakuna ukajua kwa kwajua labda namna uh gani mm, mm, hafikiri ana mengi mm, ya kusema na ndio maana anasema na hivi, chozi la samaki huwa alionekani kwa sababu yuko kwenye maji ila ana machozi. okay. Watu ukiona ogopa mtu ambaye yuko mkimya amekaa mm. kimya kwao, haya majanga yanayotokea yatokea hivi ni kwamba mtu ataongea nini? Watu ana mtu ana majonzi, amepotelewa na ndugu, amfanye anashindwa nguvu ya Anashin kuongea inapotea. mm. koo tu, tu, tu. kikubwa ambacho nipende kushauri tukazani kuomba sana okay. ni kuomba sana na kuikabidhi nchi yetu kwa Mwenyezi Mungu, tunadhani nadhani bila, bila mambo yote ambayo tunayafanya, lakini tumwachie Mwenyezi Mungu, nadhani yote hayo yanafanyika chini no, ya jua. Bwana, nilikuwa naye Sneila Classic, nafikiri umemsikia. Aa, ametupasha machache kulingana na hali tulionayo kama taifa zima kwa sasa, lakini pia amegusia namna ya ufafanuzi kulingana na faraja ambayo ametupa mashabiki zake na Watanzania kwa ujumla kupitia wimbo wake aliouachia unakwenda kwa jina la Usilie. Umembo unapatikana katika platform zote lakini ni bado hajatoa video yake, na ametuahidi kwamba mapema wiki ijayo mambo yatakuwa mazuri upande wanaopenda picha, uh, wataipata video kamili uh, nije mwisho kabisa kwamba Sneila, umekuwa mmoja wa wasanii ambao naweza nikasema una unapenda kujishusha, kujishusha na na, na wengi wamekuwa waking'ang'ania sana kujikweza na kitu ambacho tulikuwa tunakipigia kelele sana kwa hapa kwa Njombe. wanasema kila msanii anapenda kuonekana yeye ndo star. Yani, kukui, yeye star. Yeye star. Mm. Tutegemee nini kwako mpaka hivi sasa hivi? Ah, kikubwa ambacho cha kutegemea kamba mm. Tuombe Mwenyezi Mungu kwamba kazi zetu zitaendelea zita, zitaendelea kufanyika mm na kingine ambacho kingine ningependa kukifanya ni zaidi ya kwamba usijifanye star wakati bado hujafikia yale malengo ambayo unatarajia kuyafanya, okay. na naamini kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya wepesi vijana wote kama ukamtambua uka kwamba Mungu ni, ni nani. <coughs> tutatoboa hii njia kuenda, ya kwenda Dar es Salaam ni fupi sana, endapo ukimsimamia <coughs> endapo, endapo, endapo, Mwenyezi Mwenyezi Mungu <coughs> mi nachokiamini na ndo hichi, <coughs> lakini tusijikweze sana yani, kuonekana kwamba we unajua zaidi. Mimi mwenyewe kuna baadhi ya vitu sivijui, lakini huwa naomba awe mtu ambaye amenizidi umri au yuko chini yangu, lazima niombe ushauri pia nimuulize, bwana, hapa naona pana kitu fulani kitu fulani, naweza nika kifanya, na kwambia anakushauri vizuri kabisa okay, yeah. wamewahi kusema kwamba Dar es Salaam ndo mkoa pekee ambaye msanii yoyote au mtu yoyote mwenye kipaji cha aina yoyote, ajalishi unaigiza, unafanya muziki, unafanya ni, wamesema Dar es Salaam peke yake ndio mkoa ambaye mwenye sanaa yote ana uhakika wa kutoboa kuliko mikoani. Wewe hilo unalizungumziaje? Bado unawaza hivyo, pengine unajipanga kwenda jikoni kule, au wewe unaamini hata hapa apapa mkoani huo unatoboa tu? <laughs> mi, mi, nachoamini eh, kubadilisha mazingira mm, ni vema zaidi, lakini pia ku, ku, kusema kwamba Dar es Salaam ndo utatoboa mm. Mm hiyo kwa sababu kuna, kuna watu wetu, kuna wasanii ambao walisha kwaga hapa Njombe, wakasema wa, wa, wa, ngoja t tu, tu, tu, tubadilishe tu e, wenda kule tutapata chochote kitu, lakini mpaka sasa hivi kuna baadhi yao wengi wamekata hadi tamaa ya kuimba afanye sanaa mm. tena wamekuwa wamekua, yani, wamekua usema, ah, samii sahizi sanaa siifanye si, hatujajua ah, changamoto zao, lakini kuna wengi ambao wameenda kule Dar es Salaam ina wasanii wengi sana wa Njombe waliotoka waliotoka Njombe wakaenda da, lakini mpaka sasa hivi hatujaona chochote kwao, tunajifunza kupitia wao mm. Lakini pia mimi naamini kwamba kwa digital platform ambazo tuna tu, tu, tu, kwa utandawazi tulionao sasa hivi, hata ukiwa mkoani unaweza kufanya muziki wako. Mbona kaka yetu Bituke anafanya muziki na yuko Njombe na anaenda kikubwa tu. E, kikubwa tu ni kuzingatia muda mm. na kazi zako zinaendaje na kuhakikisha kulinda brand mm. unakuwa vizuri, pamoja na kitu kingine ambacho wasanii wengi tunakuwa tunafeli ni ni, ni, ni, ni, ni, ni ni kuto kujua nini unafanya. Nikizungumzia ni, ni, ni kuto kujua nini unafanya ni kwamba msanii anapenda, anapenda sana yani, unaweza kusema hivi mwanangu hii, hii track umefanya ni kali, sawa, lakini kwa nini usitafute mtu ambaye kidogo na uwezo zaidi yako akaingiza chochote kitu, mm. akatengeza hivi akakushauri kitu. Sasa wanaanza kuona kwamba unawapangia, yani anaamini kile kitu cha kwake tu. Hmm. Hataki kushare na mtu mwingine, ndo hicho ambacho kinasababisha watu wasanii wengi tunakuwa tunafeli na tunabaki pale pale. Asante hmm. Uh, nikupe nafasi ya kumalizia kuzungumza na Watanzania wote pamoja na mashabiki zako na hususan katika kipindi hiki kigumu ambacho tunaamini kwamba wote tunapitia kama taifa uh, unalipi la kuwaambia au neno la faraja la mwisho? Uh, mi niseme tu kwamba sina kwa sasa, tunavyopitia tunapitia changamoto kubwa. Mm. Taifa liko kwenye wakati mgumu sana. Mm. Hivyo basi, sisi kama vijana ambao tuna nguvu kabisa tujitahidi kusimama na Mungu na kuiombea nchi yetu iweze kuwa mahali salama, okay. Pia tuache ulimbukeni, tuache marumbano, tuache hmm, na vitu vingine kwa sababu tukisema tuanze marumbano, amani tulionayo ni ndogo sana, ila ikishapotea kurudi na kuwa ni ngumu kwa, okay. Hivyo amani tuliyokuwa tuko nayo na ambayo tuko nayo tunaiomba ibaki vile vile na kumkabidhi Mwenyezi Mungu kwamba asimamie kwa kila dakika kwamba kila dakika Mwenyezi Mungu ahakishe Tanzania yetu inakuwa imara na inakuwa iko sawa yes. Shukrani sana amin. Bwana e, hilo ni neno lake Sneila Classic. Uh, mara baada ya kutoa usia au neno la faraja kwa Watanzania na mashabiki zake wote kwa ujumla, kwamba amezungumza hayo aliyozungumza, yeye na mimi nikusii tu kwamba na subira, mshikamano, amani, upendo ili tuweze kubaki katika mstari mmoja wa kuwa wa umoja katika taifa letu la Tanzania. Shukrani kwa wote ambao mlikuwa pamoja nasi. Nafikiri tumeenjoy, tumesikiliza maneno ya faraja, lakini pia tumepata burudani kutoka kwake Sneila Classic. Lakini nikusii tu kwamba nenda katafute wimbo ambao ameuachia Sneila Classic kwa ajili ya kuwapa faraja Watanzania wote pamoja na mashabiki zake kwa ujumla. Ni wimbo mzuri ambao tunaamini kwamba utakufariji na kukupa baraka mtu wa Mungu. Hongera kwa familia nzima kutoka Hombolo Wine ambao wanaendelea kutupa eh, mkono wao wa nguvu wa kuendelea kujidai ndani ya Asili yetu TV, lakini bila kuwasahau Wellers Production, mama mgoni mgawa, Aban Shevu, ah, lakini kuna Kate Kids Shop, ah, bila kusahau Wellers Production. Uh, tuko pamoja uh, niku, nikupe shukrani zako wewe ulioketi mwanzo mpaka mwisho, naamini utakuwa umepata kitu. Mpaka wakati mwingine tena, naitwa mzee wa tatu, mwisho wa hekaheka heka. Hii ndio mwanzo na maandalizi ya hekaheka heka nyingine. Nyuma kamera tulikuwa naye Ankoji. Mpaka wakati mwingine tena, tunakwambia bye, bye, asante, bye bye.